Tuelekee kaunti namba 23 ambapo wafanyabiashara wa samaki katika soko la Lodwar wamejitokeza na kukashifu visa vya kuvamiwa na majambazi kila mara katika sehemu hiyo. Wakizungumza huko Lodwar, baada ya mtu mmoja kupigwa risasi na wengine wao kuporwa, wafanyabiashara hao wanasema maisha yao sasa yamo hatarini. Huyu mwenye amviko risasi ni cleaner wa hapa hii soko tangu amekaa, amefanya hii soko karibu mwaka 15. Ndio na tano jana amepatikana risasi akikimbia. Wakati walikuja walikuwa na bunduki La e, na mimi naye nilikuwa na petet, nikapigua simu lakini ile kitu nilijua nikakuja nikaona Mpesa pamoja na uvizi ili anatogo wakafunja huko naye wakachukua pesa alfu mia mbili hamsini Mpesa moja alfu mia tatu na kumi, hiyo ngine alfu mia mbili na kumi, alafu hiyo ngine mafuta wakachota pesa hapo hivyo mia moja hamsini, fanya kwa mpesa. Sasa jana jioni, saa moja na nusu, liona tu watu wawili wakituingilia, wakaingia mmoja alikuwa na bunduki, mwingine akaingia na kisu, wakaingia kwa duka yangu wakachukua pesa yote nilikuwa nayo na, mia mbili na kumi yote wakabeba kashi yote nilikuwa nayo ikiwa, watu wawili wanakuja kulilisha wamama wawili, kwa sababu ya bunduki wawili, ambaye serikali inatosha kuja kuwachunga. Sasa sijui leo tunapigwa watu ya samaki, msisahau, wakitumaliza watawafikia kama msiposuhua saa hii toleke.